Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji hujambo, na karibu kwenye makala leo ya Jua Haki Zako, makala ambayo siku zote hukuelimisha kuhusu haki zako, tena za msingi. Kwenye makala leo Jua Haki Zako, tunajikita kuangazia hali ya haki za wanawake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa baada ya waasi wa M23 kufika katika miji ya Goma na Bukavu. Studioni nitazungumuza na wakili Maggie Mkulima Shukru kutoka Bukavu kutueleza hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu msikilizaji, ilivyo ada, jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Karibu sana katika studio zetu, biwakili. Pengine uanze tu kwa kujitambulisha kwa majina. Asante. Kwa majina, naitwa Maggie Mkulima Shukuru, ninatokea DRC, Republique Democratique du Congo, vile ya Bukavu. Naam, karibu sana na Nairobi. Asante. Mimi niko mwanasheria sheria, lakini natumika pia ndani ya tunaita kwetu communication. Kokafem ni muungano wa wanawake wa grand lak, wa maziwa makuu, na kikundi ambamo natumika ndani, tuko wanamemba wayo Kokafem. Sasa wameku tufundisha namna gani kujadiliana na wale wanawake wenye wako wa chini kuma village wanawake wenye hawa, hawasikilizwe zaidi ambao no, sauti zao ziko chini. Uh, unafanya kazi na huu muungano wa wanawake, huu muungano, kazi yenyu hasa mnafanya nini hasa huu muungano? Kazi yetu sasa, tunatumika zaidi zaidi kwa kutafuta namna gani ya kupunguza ile ujeuri kwa wanawake. Uh, unajua, sisi ni nchi ambamo tumeishi tangu miaka kadhaa. Miaka thelathini tunaishi katika vita, inaonekana kama vita mkaishi katika vita na hapo, um, waanga wa ujeuri wanakuwa wingi, ujeuri wa namna zote, hasa zaidi ujeuri ya jinsia. Kweli kuna ujeuri kwa haki za binadamu, lakini zaidi zaidi wanam, wanawake na wa, wale uh, vijana na ni kwa hiyo tumetumika zaidi uh, namna gani tutapata suluhisho kwa ujeuri ambamo wanaishi wanawake hasa zaidi zaidi wakati huu, na sio tu Kongo ile ujeuri unaonekana kwa nchi nyingi mwa Afrika. Hata hapa Kenya kuna ujeuri ambao unaonekana, ni kweli ujeuri haiko kwa, kwa kiango moja pako yenye na nchi na zidi ingine, ujeuri kama kutu kongo ninapashwa isema lakini ujeuri uh, naonekana nafasi yote mwa Afrika. Pengine tu tueleze, najua hali ya usalama pale Bukavu si nzuri sana, hasa baada mm -hmm. ya wale wapiganaji wa M23 kufika pale maisha yamebadilika? Je, tangu mwezi wa pili Februari uh, ni wale wapiganaji wa ishirini um, na tatu yeah, wameingia kwetu, Bukavu, uh, kwetu Sud Kivu, na Nord Kivu walikuwa wako. Uh, kwa kweli maisha yanaendelea kuzorota. Ni kweli tulikuwa tumesikia vita, vita ilikuwa ina tangu miaka thelathini. Uh, Kongo wanapigana, leo wanapumzika, wanapigana, wanapumzika, lakini kwa hivi mambo yamezorota zaidi kwa sababu um, haki za binadamu zinaendelea kuzaraulika. Kiuchumi, kiuchumi hakuna bank, bank zimefunga. Wamama ambao walikuwa wametumika hata wa baba hawatumiki tena, inakuwa uh, wamama ambao wanaanza kutafuta na mzigo wote wa jamaa umekuwa kwenye kichwa cha mwanamke ana, mwanamke anachukuta anaanza kufanya yale ambao hakukuwa amefanya, za alikuwa amesaidiwa na mwanaume, lakini leo hakuna kazi kwa wanaume kiuchumi. Mwanamke anachukuta amepeleka mzigo wa jamaa lote kwa sababu wanaume hawatumiki, imekuwa ni yeye analisha jamaa, anasomesha watoto, mzigo wote wa jamaa imekuwa kwenye kichwa chake. Ni hapo mambo yanaendelea kuwa magumu, kwa sababu hata banki hazitumiki, kazi za, za administration nazo hakuna, hazifungui milango, kazi nyingi zimefungwa, organization nyingi, hizo kazi za, za kwenye mabureu hazitumiki. Dola kubadilika, inakuwa bei iko kama zamani tulikuwa kutoya 2800 franc, lakini sasa to imepanda tumekuwa ku 3400 franc. Unaona, watu hawatumiki, watu hawapokei chuguzi umekuwa ngufu yaani, ya mataksi taksi zimekuwa nyingi, uh, hata ile ambao mbele vilikuwa vilipi taksi leo zinaanza lipa taksi. Tunaona mambo yanakuwa magumu yanakuwa mapia ma, ma, kila kitu kimepanda bei na hakuna kazi, hakuna bank, yale yote ni li magumu zidi ya mwanake na kwa wasichana wadogo. Je, pengine hali poje? Wasichana wadogo wanaoenda shule, wasichana wadogo wanaenda shule kwa huku nako, shule na kulipa shule nao imekuwa magumu, hasa unaanza kuta wabana anza kurudisha watoto shule. Muda si mrefu, kumepita juma mbili, nilikuwa na baba mmoja ambayo amenambia, nimeona mtoto wangu akae nyumbani kwa sababu sina pesa ya kumlipia na ananiambia anaona mwanamke njo akae nyumbani, kwa sababu huyo mwanamke anaweza pata mwa, mchumba. Tamoo imekuwa vigumu sisi kumwelewesha huyo mwanaume kama mtutu mwanamke aendelee kusoma, anaonyesha kama hana tena pesa. Unakujikuta wakati vitu vinaendelea kuzorota hali inaendelea kuharibika, hivyo wanaona vizuri mwanaume aendelee kusoma, hasa wakati huu kwa sababu wanasema mwanamke anaweza fanya kitu ingine, anaweza fanya uchuruzi. Ina maana haki za mwanamke zilikuwa haziheshimiwi wakati mbele ya vita, lakini wakati wa vita huu ina mambo yamekuwa magumu zaidi, mambo yanaendelea kuzorota, yanaendelea kuzorota na kuharibika, atujui mpaka lipi kwa sababu wametuambia pako maprocessus de pacification ambao wanaenda tujui huku uh, na huku kwa kutafuta amani, lakini hata hizo processus nazo tunasema sisi wanawake, kwa nini hawahusishi wanawake? Sisi wanawake tulikuwa tumeomba kama wawaite wanawake na waikali kwa hizo mafasi ambao wanatafuta amani kwa kuna wafami teatrisi ambao leo wanaendelea, walianza tangu zamani kujihusisha na haki na politik kisiasa, lakini tunaona hawawait hata kwa nivo ya international. Uh, wakumbuki kuita wale wanawake. Okay. Jua haki zako na Benson Wakoli. Hali inavyoendelea kwa sasa, nyinyi kama wanawake ambao mmepata elimu mnaona athari itakuwa ipi hivi sasa Bukavu hali? iwapo hali itaendelea kuwa hivyo pale Bukavu, haya mambo yakiendelea, hakika mambo ataendelea kuwa magumu, kwa sababu tunaona wakimbizi wamekuwa wengi, wakimbizi wanatoka ngazi zote hapo Bukavu. Kwanza tulianza tangu mwezi wa kwanza, sisi tulikuwa tumekaribisha wakimbizi kutoka Norkivu na Goma kutoka huko Goma. Sasa leo wakimbizi wanaanza kutoka kuma village na wanakia ndani ya Bukavu kwa sababu hapo Bukavu akukulia kwa kweli, kulikuwa vita, lakini vita yakukuwa mingi kama vile wanagombana uh, kwenye maviliji kule ambako kuku uh, wa bimilis maimai ambao wanafanya wanatia nguvu na wale wa M23 uh, na hivyo hivyo, unaona mambo ya ubakaji inakuwa mingi uh, kunakuwa statistiki mingi ya wa, wanawake ambao wanakuwa waanga wa ubakaji Baservi sya prise en charge zinakuwa haziko. Sasa kwetu sisi wanawake ni shida sana, kwa sababu wakati mwanamke anapata hiyo shida, na mwanamke njo msingi wa taifa, wakati wanawake wanaendelea kupata hizo shida vili na kuna wakuwasaidia Uh, kwa siku zijazo itakuwa shida sana uh, kwa sababu hao wanawake uh, hawana kwa kukimbilia. Tulikuwa tunawaza tunawaza kusaidia wengine, lakini hatuna mamwaya ya kuwasaidia, atujue vitakuwa namnaje kusiku zitakuja. Hata wafunguli manjia hata wafunguli mabank kama hakuna hiyo msaada, atujue vitakuwaje. Serikali yetu yoyo peke iko na shida fulani fulani ambazo mnafahamu. Kwa sasa hali ya mashirika ya kiraia pale Bukavu Unaweza zungumzia vipi? Hali ya mashirika ya kiraia si nzuri kabisa, kwa sababu wengi walikimbia vita kwa uoga uh, kwa sababu wengi walikuwa wamesemasema mambo mengi. Sasa uh, wakati vita imeanza sana wamekimbia wameenda. Kwa sasa uh, mashirika ya kiraia nitasema kama wako na hawako, kwa sababu wenye walibaki hawazungumzie sana ile ambayo wangepashwa zungumzia na wale wenye walikuwa wanazungumzia ili kus kusaidia raia sana hawako. Wewe sasa, wewe kama binafsi, mm -hmm. ili linakuathiri pengine kiakili, namna ya kufanya kazi yako kila siku? Yes of course. mm -hmm. ni kwa, kwa sababu kazi nilikuwa nimefanya siifanyi tena nimewambia kama niko mwanasheria lakini, uh, siendi tena kwenye matribuna, nimebaki nyumbani uh, tangu miezi mitatu sasa uh, na hata kwa hiyo kazi ya kusaidia wengine wanawake, hakuna nitawasaidiaje? Tumekuwa tumejaribu na mtu atajiuliza sheria inatumika ama hamna sheria inayotumika kwa sasa. Kwa kweli hakuna sheria inatumika kwa sasa uh, kwa sababu hao wa majistra uh, uh, wamekimbia wameenda na wanasheria kama sisi wavokaa ambao tulibaki tuta, tutaenda kufanya sheria wapi? Yaani yote yamefungwa. Kwa neno moja, tunahitaji amani, kwa sababu kama hakuna amani, hakuna maendeleo katika nchi. Sisi tunaomba tu wa, wakubwa wetu wakubwa wa, wa nchi wajitie fasi mmoja, waongee kwa kupata amani. Ni hali tu, na tuendelee kusali, Mungu anaweza msikilizaji. Kwa nukuta hiyo makala ya Jua Haki Zako inafika kikomo. Jina langu mimi ni mwandamizi Bwana Benson Wakoli. Hadi makala mengine juma lijalo ndani ya idhaa hii ya RFI Kiswahili, kwa heri.